Basi, ikiwa leo ni siku nyingine tena ambapo tunaenda kuanza simulizi mpya kabisa, simulizi nyingine tena baada ya kusikiliza simulizi ya Bahati ambapo mwisho wake ilikuwa siku uh, nili, mesiji, lakini, somwe, ili ya jana nilitamani kusoma mesaji lakini mesaji zisomwe baada ya simulizi ile ya Bahati kuisha, lakini muda ulikuwa sio rafiki, muda ulikuwa umeenda na muda wa DW ulikuwa tayari umefika, ndio maana ikashindikana, lakini leo tunaendelea. Nadhani wengi mmepata funzo kutokana na maisha ambayo umeyasikia ambayo ameyapitia Bahati. Najua kila mmoja kwa namna yake ameelimika kwa namna yake, lakini tumejifunza mengi, ikiwemo suala la kumrudia Mungu, swala ya imani. Kila mmoja na imani yake, basi akumbuke kwamba lolote ambalo analipanda, basi atalivuna. Leo tunaanza simulizi mpya kabisa na simulizi hii ni simulizi ya mpendwa wetu Jenifer. Nimeona kwa sababu tumetoka kwenye simulizi ya mwanaume, basi tuende hivyo kwa simulizi ya mwanamke, na hapa tunaenda kwenye simulizi ya Jenifer. Jenifer na mwenyewe anayo mengi sana ambayo anataka kutuambia, yako mengi sana, na anasema kwamba maisha kiukweli amegundua kwamba maisha yana siri nyingi ambazo zingine unaweza ukachelewa sana kuzijua, au unaweza ukawa unazijua wewe, ila yule ambaye yuko na wewe, anakuona, anakujua, hawezi kuzijua. Nasema watu wengine hufikia hata kusema kwamba maisha ni kitendawili, wakiwa na maana kwamba hatujui yajayo kwenye maisha yetu ya mbele. Na Jenifa anasema kiukweli, mimi ni katika watu ambao sikuwa najua lipi ambalo linakuja kwenye maisha yangu, na anasema kwenye mchakato mzima wa maisha yangu sikujua, lakini kitu ambacho namshukuru Mungu ni kutokukata tamaa na kujifunza kutokukata tamaa, yote kwa yote ambayo ametukia kwenye maisha yangu. Na Jenifer nasema lolote naweza la likatokea. Mambo yanaweza yakawa mabaya, yanaweza yakabadilika na kuwa mazuri, mara nyingine hata mazuri yanaweza usiaone kabisa mazuri, ukawa anayashuhudia kwa wenzako, lakini ukaisi kama Mungu amekutenga kama Mungu Mungu amekuacha, lakini yote ni mipango ya Mungu. Na Jenifer anaanza kutuambia simulizi halisi ya maisha yake, na anatuambia kwamba tangu alipokuwa mdogo alikuwa anasikia kwamba watoto wanasema kwamba Mungu ndio mweza yote, nanasema ata wazazi wangu ni yote ambao walikuwa wanasema Mungu ndio anaijua hatima za maisha ya wanadamu. Na Jenifer anasema baada ya kukua, nikatambua nikajua lipi baya na jema, akili yangu ilivyokuwa, kweli nilitambua kuwa Mungu ndio humwandalia kila mtu hatima yake, na Mungu akipanga jambo basi hakuna mtu ambalo ambaye anaweza kulibadilisha au kulichelewesha, ni wakati tu haujafika. Na Jenifer anaendelea kutuambia kwamba ili kuweza kufikia hatima ambayo imepangwa kwenye maisha yako, basi inahitajika bidii, maamuzi sahihi na mara nyingine kulipa gharama, kugharamia hatima yako. Na Jenifer anasema kwamba yeye ana maisha yenye ushuhuda yani ana maisha yenye ushuhuda tosha kwenye hilo kwamba hatima yako inaandaliwa na Mungu tu na wewe pekee unatakiwa kuipambania ili kuifikia hatima yake. Kivipi? Basi tuanze sambamba hapa kujua kwa nini Jenifer anazungumza hayo yote. Mimi naitwa Madam T, unasikiliza 98.7 FM. Basi Jenifer anatuambia kwamba yeye amelelewa kwenye familia yenye watoto watatu, na anasema na kakake anaitwa Uh, Michael na dada yake anaitwa Miriam. Kwa hiyo Jennifer anatuambia japokuwa kaka I mean, Miriam sio wa dada yake wa, wa, wa kuzaliwa naye kabisa, lakini kwa malezi alilelewa nayo, amelelewa kama ni dada yake, lakini Jennifer anatuambia kwamba ni mtoto wa shangazi yake, yani dada yake baba Aki Jenifer, anasema shangazi yake alipataga mimba akiwa bado ni mwanafunzi, akiwa bado ni mdogo, hivyo baada ya kujifungua, baba na familia pia wakataka arudi masomoni, kwa hiyo ndo alimwacha mtoto kwa kaka yake. Kwahiyo Jenifer anatuambia tulilelewa vizuri, na Jenifer anasema kwa kweli nimekuja kujua nikiwa mkubwa tayari kwamba Miriam sio sio mtoto wa baba yangu wala sio mtoto wa mama yangu, kwa sababu Jenifer anasema alikuwa ni tunaishi kwa upendo tunalelewa kwa upendo tupo, tumelelewa kwa usawa. Ninachopata mimi anapata Maria anapata Michael, tunachokula tunakula pamoja, tulikuwa tumelelewa kwa upendo sana. Sikuwahi kujua kama uh, Miriam ni binamu yangu na sio sio uh, dada yangu wa kuzaliwa naye tumbo moja. Na bati anasema pia eh, Jenifer, ah bati nimemkariri tazoea <tukumama> tu kwa umua mabahati. Jenifer anasema kwamba walilelewa hivyo, nilikuwa namsikia pia Miriam anamwita babangu baba, amwiti amwiti ile mjomba wala nini, anamwita baba na mamangu anamwita mama kwao. Mimi nilikuja kujua baadaye, baada ya wazazi wetu kutuambia. Na shangazi yangu, kuna kipindi alikuwa anakuja, alikuwa amesema dadaangu alikuwa hajamzoea hivo lakini alikuwa anamwita mwanangu mwanangu, lakini pia mimi alikuwa anaita mwanangu hivyo. Kwa anasema ilikuwa ni ngumu kuelewa mpaka tulipokuja kuambiwa. Jenifer anasema pia mimi wazazi wangu ni watu ambao wana, wana dini sana, na anatuambia kwamba wazazi wake ni wanasali katika imani ya KKT, dini ya KKT, na anasema ndipo ambapo tumelelewa. Nasema babangu ni mtu wa kanisa sana, na anasema pia mamangu mimi ni mwimba kwaya kanisani. Na Jenifer anatuambia pia babu yake ni mchungaji, babu yake mzaa baba ni mchungaji. Kwayo, kwa hiyo Jenifer anasema kwa uchache aliyotuelezea, nadhani utakuwa umepata picha kwamba familia ya Jenifer ni familia ya aina gani. Na Jenifer anasema mbali na mambo ya kikanisa babake alikuwa pia ni ni, ni, anafu, ni, ni fundi magari kwamba ana garage ambayo iliweza kuendesha maisha yao nje ya mambo ya kanisa. Na anasema mamake pia alikuwa akisimamia duka la spare ambalo lilikuwa karibu na gereji hiyo. Anasema pia hawezi kusema kwamba wao ni matajiri, lakini anachoweza kusema kwamba ilikuwa ni familia ambayo ina inaweza imefanikiwa kujipatia maisha mangalau mazuri. Makazi, elimu, malezi na dini, ndivyo vitu muhimu Jenifer anasema. Tulikuwa tuvikose hata kama tuki, ikiwa sio kwa wakati ule, lakini tunavipata basi. Anasema familia yetu sisi ni tulikuwa tumekulia sana kwenye misingi ya imani mno lakini Jenifer, yani, anatuambia kama ilivyo katika familia nyingi sana, mara zote huwa kuna mtoto mmoja ambaye huwa ni pasua kichwa, yani kwenye watoto wawezi kumpata watoto wako wote wakawa wapole wakawa watii yani wakawa kama vile familia inavyotaka, huwa lazima tutapatikana mtoto mmoja ambaye ni pasua kichwa. Jenifer anatuambia mtoto ambaye haishui changamoto, mtoto ambaye huwa amechangamka muda wote, mtoto ambaye huwa anaendaga kinyume na misingi ya kifamilia. Na anasema katika familia yetu mtoto huyo alikuwa ni mimi. Anasema kaka yangu Michael alikuwa ni mtu makini sana, mkali, ana sura na tabia za baba. Yani alikuwa ana ni mtu mwenye misimamo, lakini anasema pia Miriam naye alikuwa ni msikivu mno, alikuwa Jenifer anasema kwa kipindi kile cha akili, akili zangu mpaka alikuwa ananikera. Anasema alikuwa ni mpole, msikivu mno. Yani kila kitu anachoambiwa yani ni msikivu too much. Mcha Mungu, mcheshi. Yani ni binti ambaye alikuwa anatolewa mfano kila wakati, na Jenifer anasema kuna kipindi pia alikuwa ananikwaza. Yaani ilifika katika ananikwaza nikwa, kwa sababu tukiongea na mama nikiwa uh, nimefanya kitu ambacho sicho, mama ananiambia, mbona angalia mfano mzuri dada yako, mbona dada yako ana shida tu, yani sema kwa alikuwa na ina inani inanikata kiasi fulani, lakini Jenifa anasema mimi nilikuwa ni tofauti kabisa. Yani kama familia yetu, kwa mtu ambaye alikuwa hajui familia yetu vizuri, hawafahamu watoto, akiulizwa mtu yoyote, yupi sasa, yaani mtoto wa familia ya kwetu sisi, basi angeambiwa Bashiri kati yangu mimi na Mariam, basi Mariam angeonekana kama ndo mtoto sahihi, kwa sababu ana yani, anaendana na misingi ya familia yetu, anaishi ndani ile ya misingi ya familia yetu. Tofauti na mimi kabisa, sikuwa na sifa zozote za kuwa mwenye kwenye familia ile. Yani mimi nilikuwa nimejitenga tenga, mbishi, mkorofi, yani kila kitu nilikuwa nacho mimi rfanasima nilipoanza kujitambua nikajijua, nika, nika, kwamba mimi ni mzuri, sifa nilizokuwa napewa, basi kichwa kikaanza kupata joto, anasema nikaanza kuingia na kwenye mambo ya ajabu, nikaanza kuwa na mashauzi, nikaanza kuwa najihusisha na wanaume, nikiwa ndo kwanza bado nipo kidato cha kwanza, hata sijamaliza sekondari nilivyo ni, nipo sekondari, ninatembea na walimu, wanafunzi, nimeshagombanisha sijui mahusiano ya watu na yani. Yeye anasema ni ilikuwa ni tafran na mambo mengi sana, anasema yalitokea nikiwa shuleni, yani jambo ambalo pia nilikuwa nilionesha utofauti kati ya dada yangu Miriam ambaye yeye alifika mpaka chuo na alikuwa ni binti mstaarabu, kila sehemu anafahamika kwamba ni binti mstaarabu shule, ni nyumbani, kanisani, pote. Ila tofauti na mimi. Jenifer anasema mimi nilihitimu kidato cha nne na matokeo yangu hayakuwa mazuri, lakini matokeo ya dada Miriam yalikuwa mazuri vizuri tu. Nasema wazazi wangu walinishauri nirudie mitihani na anasema nilirudishwa kurudi nyuma pia darasani, kwa sababu ningerudia tu mitihani pia nilionekana kwamba si tutoboa. Na Jenifer anasema mimi nilirudia tena, lakini pia hata hivyo sikuweza kupata alama za kuwezesha, ila angalau niliweza kupata nafasi ya kwenda chuo. Maana Jenifer anatumia, mara ya kwanza nilipata kabisa sifuri, sikuweza hata kuendelea popote. Kwa hivyo nilishauriwa kurudia, kurudia nikawa na napelekwa na tuition na wapi, ili basi niweze kupata kitu, lakini anasema aliishia kupata tu na alama ya kuelekea chuo, ya kuenda chuo, lakini sikuweza kufanikiwa ile kama babangu alivyokuwa anataka, mamangu alivyokuwa anataka, sio form 5, sio nini, hivyo sikuweza anasema, wakati mimi anaanza chuo dada Miriam alikuwa mwaka wa mwisho chuoni na kaka yake alikuwa tayari ameshafika mbali zaidi. Anasema likizo ilipofika mimi na Miriam tulirudi nyumbani, na anasema nilikuwa nimepakumbuka sana nyumbani, lakini hali ya nyumbani e, Jenifer anasema kwa kipindi kile haikuwa kama ilivyokuwa kawaida, ilikuwa ina utofauti kidogo. Anasema gari ya baba ilikuwa imepata changamoto kidogo, ilivamiwa na majambazi yale, ambayo ilisababisha kwa, yani hali ya, ya nyumbani kifedha ikatiririka kidogo. Simani walimuibia vitu vingi sana kwenye gereji yake. Anasema kwa mara ya kwanza ile nuru ambayo nilizoea kuiona kwa baba haikwepo, alionekana mwenye mawazo, mwenye maumivu. Hali hiyo ilinifanya ni hata kudeka au kumweleza changamoto za chuoni. Niliamua tu kwa yni, sikutaka kuendelea kum kumfanya endelee kuwa ma na mawazo, nikijiambia tu kwamba huu ni wakati wangu sasa wa kuanza kupambana bila kumtegemea mtu yoyote, niendelee kutengeneza maisha yangu, nipambane mwenyewe, nisitegemee kitu chochote kutoka kwao. Basi Jenifer anasema basi nikawa nimekaa pale nyumbani. Siku moja, wakati niko bado likizwa nyumbani, nasema nikiwa chumbani niko zangu nachezea simu nikapokea ujumbe kutoka kwa aliyekuwa mwalimu wangu nasema nilimtafuta nilikuwa nawasiliana naye sana tulipokuwa chuo nilipokuwa chuoni chuo, lakini sikutaka kumwambia kama nimerudi huko kwa sababu pia Jenifa anasema sikutaka kuonana naye, sikutaka kuongea ku, ku, ku, kuendelea naye kuwa kwenye mahusiano. Alikuwa mwalimu wangu alivyokuwa shule ya sekondari, na nilishakuwa ni kwenye mahusiano naye, ni ni tokea nikiwa mwanafunzi. Kwa hiyo Jenifa anasema sikutaka kumtafuta, yani nilivyofika chuo nikaona kama kuna watu wapya. Ndio maana mimi nilikuwa nikiwa chuo nikimtafuta, nimemtafuta na shida ninataka hela na nini, analitumia, lakini kwa changamoto nyingine ya yoyote eti nimekuja huku eti nimekuja niamwambie nia ni nimekuja nyumbani, aanze kuangana kutaka kuonana na mimi, sikutaka. Lakini anasema alivyo nitumia message alilitumia message nikiwa siku hiyo niko zangu nyumbani, niko likizo, sikujibu. Akanitumia tena message mara nyingine tena, sikujibu. Akanitumia message kwamba najua tu upo likizo, lazima utakuwa umekuja likizo, nina zawadi nzuri sana nimeiandaa kwa ajili yako ni ukini ukiwa na nafasi nitafute. He. Jenifa anasema mimi tena kusikia zawadi, nikapokea nikapokea nikapokea nikapokea ile message na nikamjibu, na akasema akanielekeza sehemu pekee sehemu ambayo tunaweza kufanyaje tunaweza kwenda kufanyaje kukutana mimi na yeye na huyo mwalimu. Nasema mimi nikaingia bafuni nikaenda kuoga chapchapu kwa ajili ya kujiandaa kwenda kuonana naye, nimeshasikia masuala ya za zawadi, basi nataka nika nikapokea hiyo zawadi. Nasema wakati niko na na vaa na nguo, simu ikawa inaita simu ikawa inaendelea kuita, na nasema alivyo, mimi simu ambayo alinipa location kwanza, hatanisubiri karibu ni Sumba, yani kwa umbali, lakini so kutembea, na nyumbani kwetu pana kaumbali, lakini sio sana, panafaa kutembea, alafu ndo tuende nayo hiyo sehemu kwa sababu anasema mwalimu alikuwa na gari kwayo, akaniambia kwamba ananisubiri. Basi anasema nimeingia, nimetoka kuoga, nasikia kelele kwa nje, nasikia kama dada Miriam yuko anabishana na mtu na yeye, sauti ambayo iko juu zaidi ni huyo mtu, anamwambia, nenda kumwambia mdogo wako atoke nje, yesi, anajidai kwamba ni bingwa sana wa kutembea na waume za watu, kaniitie huyo mdogo wako atoke nje. Nasema ah, bingwa tena wa wa kutembea na mume wa mtu? Mdogo mdogo wangu yu, wake yupi? Mimi si ndiyo mdogo wake? Nasema mdau, nimechungulia kwa dirishani kuangalia kinachoendelea. Basi Jenifa nasema nilisitemeka, niliogopa, nikasema uenda labda huyo ni mke wa mwalimu, alikuwa ananitumia mesi kwa kunitega na ameona labda nimechelewa, nimekawia kutoka ndio maana amekuja mwenyewe. Jamani, Jenifa nasema picha hapa, ndo lilipoanzia yaani, hapa ndo unapoanzia kumjua Jenifer mwenyewe. Nikisema nilikuwa mtoto wa kitu tofauti kwenye familia yangu, ilikuwaje na maisha ambavyo jinsi amenifunza yale yote ambayo nimeyapitia. Jenifer anasema yule mwalimu, mke wa mwalimu, alikuja mpaka nyumbani kwetu, anadai kwamba mimi natembea na mume wake. Anasema ni kweli, yaani ni kweli kabisa, sio uongo. Itakuwaaje? Nini ambacho kimempata Jenifer mpaka anataka kuja kutuadisi hapa? Anasema kwamba kwenye maisha yake kuna mambo mengi sana ambayo yametokea, kuna vitu vingi sana. Anasema kwamba anatamani mabinti wengine ambao wanatusikiliza sasa hivi hapa ni wadogo ambao wajafanya mambo kama hayo, basi wajiepushe nayo. Ni mambo gani? Simulizi hii Jenifer, ni simulizi nyingine sana ambayo inaenda kutupa funzo, inaenda kutupa elimu ya nini tufanye ili tusirudie makosa ambayo wengine wameshayakosea. ya, ya, ya, tayari. Mimi naitwa Madam T, kesho na yenyee ni siku tutaendelea tulipoishia. Leo tufahamu Jenifa na kitu gani haswa, tutakimbizana na hii simulizi ili tujue nini ambacho kipo nyuma ya maisha ya Jenifa, nini ambacho anataka kutuambia. Tutajua, endelea kusikiliza 98.7 FM. Ni kuambie tu kwamba simulizi hizi zinapatikana YouTube na milizia bahati ambaye hakufanikiwa kusikiliza au ambaye anataka kuendelea kupata mwendelezo, ingia kwenye YouTube, aandika e, e, Banana FM TZ. Bahati sehemu ya kwanza na kuendelea zinapatikana kule. Mimi naitwa Madam T, na nawatakia jioni njema.